Tutaangalia jinsi ya kutafuta wateja kwa wale ambao wanafanya freelancing, kwa wale ambao wana biashara zao, kuna wanaomiliki agency na yeyote anayetoa huduma online kwa kutegemea internet. Sasa sasa hivi tunaenda kuangalia jinsi ambavyo wanaweza kupata wateja, maana hiyo ndio changamoto kubwa ya watu wanaofanya biashara online na watu wanaotegemea internet. Kwa hiyo tutaangalia jinsi ya jinsi ya kuwafikia au wateja aa, jinsi ya kuwafikia na kukusanya watu wengi, jinsi ya kubadilisha au watu ambao wanawapata kuwa wateja wako, na jinsi ya kuwafanya wateja wako walete wateja wengine, baada ya kuwauzia au baada ya kuwapata kuwafanya ili walete watu wengine. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nitaenda kuelekeza ndani ya video hii. Uh, endelea kuangalia mwanzo mpaka mwisho, utaweza kujua jinsi ya kuweza kupata wateja, kwa sababu watu wengi wana skills, watu wengi wana ujuzi, watu wengi wamesoma, lakini wanahangaika kwenye kupata wateja. Sasa nitawaonyesha njia ambazo mimi binafsi nimezitumia kuweza kupata wateja na kuuza products zangu na kuuza huduma zangu kama freelancer. sasa tutaanza na njia ya kuwafikia watu na kukusanya watu. jinsi gani utawafikia na kuwakusanya hao wa watu? Sasa a, njia ya kwanza ni kutengeneza video content za YouTube Heza YouTube, TikTok, Instagram kwenye reels shorts zote. Sasa hivi kuna X video, kuna yes X video, kuna LinkedIn video. Sehemu yoyote unaweza ukatengeneza video ambazo utazitumia hizo video katika kutafuta na kuwafikia wateja. Unapotengeneza video moja, <coughs> kumbuka watu wanaingia YouTube kwa ajili ya kufanya mambo mawili. Kwanza wanaingia YouTube kwa ajili ya kuburudika, wengi wanaingia YouTube kwa ajili ya kujifunza au kutatua matatizo yao. Sasa mi mfano, naumwa tumbo, nitaingia YouTube kuangalia dawa ya tumbo. Kama siumwi, nitaingia nitaingia YouTube kuangalia vichekesho, nitaingia YouTube kuangalia, uh, labda umbea, kuangalia michezo. Hizo ni burudani. Kwa hiyo lazima uzingatie unapotengeneza video inayohusu bidhaa zako iwe inasaidia kutatua changamoto. Unajua watu watakuja YouTube kuangalia jinsi ya kutatua matatizo yao kupitia bidhaa yako. Sasa sisi target yetu ni wafanyabiashara na wale watu ambao wanatatua changamoto zao. Mfanyabiashara anapokuja mtandaoni ni lazima tu atakuja utafuta kitu ambacho kinamsumbua, labda changamoto katika biashara yake, labda changamoto au jinsi ya kufanya hivi, jinsi ya kutengeneza hiki. Kwa sasa tayari tunajua wateja wetu wanaingia YouTube kufanya kwa hiyo, tunawatengenezea video ambazo wakiingia TikTok, wakiingia Instagram watakutana nazo. Kwa hiyo, wakiingia YouTube tunajua watatafuta jinsi ya kufanya ABCD, jinsi ya kutengeneza hiki, jinsi ya kupata hiki, jinsi ya kufanya hivi, matokeo Uh, kwa kingereza naweza kusema how where and why. Kwa hiyo tunampatia solution kupitia bidhaa zetu, kwa hiyo kwamba ukihitaji kutengeneza kitu fulani, ukihitaji kupata hiki, kama una changamoto hii, fanya hivi, kama uko hivi, fanya hivi. Kwa kupitia hapo ndo sisi tunaweza <coughs> e, eh, kutengeneza content za namna hiyo, ambazo kwa asilimia kubwa ukitengeneza content ya hivyo itakuwa inawaleta watu WhatsApp kama sio WhatsApp itakuwa inawaleta watu sanasana, sana ni WhatsApp, kama unaweza email, lakini mara nyingi tunawaleta WhatsApp, au kwenye portfolio yetu, au kwenye landing page, ili waweze kununua na kulipia bidhaa zetu. Kwa hiyo ukitengeneza video za kutarget au wafanyabiashara, una asilimia kubwa ya kuwapata wateja, eza unauza product yoyote, iwe ya afya, iwe ya ya ebook iwe ya product yote ile ambayo unauza iwe ya mambo ya finance. Njia pekee ya kuweza kupata wateja bila, bila, bila tatizo lolote bila usumbufu ni hapa ya kutengeneza video, kwa unakuwa una, una uwezekano wa kuwakusanya DM na kuwaleta kwenye sales funnel yako, baadaye unawachuja, ukiwachuja unauzia kwao. Uh, unatakiwa uelewe uelewe tu uh, SEO ya YouTube inayofanya kazi kwamba watu wakiingia wakiingia YouTube wanatafuta video za aina gani? Hicho ndio kitu cha kuzingatia. Njia nyingine, baada ya kutengeneza video unatakiwa uchukue transcript ya video uliyoitengeneza YouTube transcript ya video ambayo umeitengeneza YouTube. Ukishachukua hiyo transcript, unaitengeneza post, unatengeneza post, hizo post unakuja kuziposti Twitter, LinkedIn na labda kwenye blog. Kwa hiyo unaziposti kule, uh, endapo mtu atakuwa anatumia Twitter au X atakutana na hiyo content zako. Kumbuka imeanza kama video. Labda tuchukulie wewe unauza dawa ya kupunguza kitambi. Umetengeneza video ya jinsi ya kutengeneza, jinsi ya kuondoa kitambi au jinsi ya kupunguza uzito. Baada ya hapo, unachukua ile transcript ya video uliyotengeneza, unaipeleka, unakuja huko LinkedIn au Twitter, unaiposti huko. Baada ya hapo, yale mambo yote uliyoongeza kwenye video unabadilisha kwenda maandishi. Hii idea itawafikishi ita, hii idea inakuwa ni moja tu, lakini inawafikia watu wengi sana. Kumbuka umeanzia YouTube, umetoka YouTube, ukaandika kule thread labda ya X, ukaandika LinkedIn. Na hiyo video ya YouTube unaweza ukatengeneza short clips, labda video ilikuwa ni ya nusu saa, unatengeneza short clips za dakika moja moja, unaanza kuzipost TikTok na Instagram na same nyingine hizo, na ni zote zinakuwa zinakuletea watu. Kwa hiyo njia ya pili ndio hiyo. Kisha tengeneza YouTube video ya pili, unachukua transcript ya video ulizotengeneza unakuwa umekamilisha. Sasa tuendelee. Kumbuka uh, kila unapokuwa unaandika posti unakusanya namba za simu. Namba za simu ni muhimu sana. Kwa hivyo kama uko busy sana, labda una biashara yako, unaweza ukatafuta wataalamu wa social media account management wanakuwa wanakutengenezea content. Content za namna hiyo wanakutengenezea content ya YouTube wanazisambaza kwenye social media zote, wanaandika au watu wapo na wanakuwa na manage account zako za social media. uh, hapo ni hii Victoria Agency unaweza ukawatumia hawa namba zao hizi hapa 0693880325 hawa wanakutengenezea content na kukuletea wateja kwa kutumia content creation na kwa kufanya hizi njia ambazo mnazielezea katika hii hapa unaweza ukawapigia simu njia ya tatu <coughs> unatumia tiki yote ya kufanya audience wako Aa, uh, kumbuka umetumia gharama au muda wako kwenye kutengeneza content metumia nguvu kwenye kuandaa kwa, kwahiyo unatakiwa aishe kila aliyeona content yako anapata option ya kukufikia wewe, au, au kuingia kwenye audience list yako. Hapa nachokifanya ni kukusanya namba za simu, namba za simu. Kwa nje tunatumia email, au unapeka kwenye portfolio yako. Kwa sasa uh, uh, kukusanya audience, hiki ni kitu ambacho ni skill ambayo unatakiwa ujifunze, kwa sababu labda umetengeneza video yako kama tulivyoona kwamba unatengeneza video unauza uh, dawa ya kupunguza kitambi. Sasa umeandika tena posti jinsi ya kupunguza kitambi, umeposti Twitter umeposti LinkedIn umeposti zile short clips umeziposti TikTok. Mwisho wake unatakiwa uweke namba ya simu ili watu wakutafute WhatsApp, usave namba zao Ukisha kuwa na namba zao, ni rahisi wewe sasa kuwatafuta kwa muda wote. Labda ikitokea akaunti yako ya YouTube imefungwa au ya TikTok imefungwa, unabaki na namba za watu. Watu hawawezi kubadilisha namba. Mtu huwa anabaki na namba ya simu moja miaka hata ishirini thelathini, wengine hata miaka hamsini, wanaishi nazo namba zao. Kwa hiyo inakuwa ni advantage kwako uh, ukiwa na namba za watu sababu watu wabadilishi namba, watu wanabadilisha social media, wanastop kwenye social media, lakini namba za simu wanabaki nazo. Hiyo ni njia moja wapo ya au trick ya kuweza kutumia kukusanya wateja wako. Namba ni wateja, namba sio namba tu, namba ni za wateja wako. Kwa hiyo kupitia Victoria Agency au wanakufanya biashara yako ionekane kuvutia na kupitia social media wanakutengenezea content ambazo zitaonekana kila sehemu, kwa unaweza ukatumia namba zao hizi hapa. Tuendelee na namba nne. Jinsi ya kuweza kupata wateja, jinsi ya kuweza kupata wateja kwenye biashara yako au kwenye skill yako au kitu unachokifanya. Hapa nitolee mfano, labda umegraduate chuo, umaliza zako chuo mwaka wa nne au wa tatu. Baada ya kumaliza, unapataje wateja? au katika mfano wetu ule ule wa kuuza nguvu kuuza dawa ya kupunguza uzito. Uh, ukisha ukisha ukishapata hao watu au umeshatengeneza kontenti zako, unafanyaje ili waweze kununua hicho kitu? Lazima tukijue. Kwa hiyo, ili waweze kununua ni lazima uwapostie kama wewe unafanya unatoa huduma fulani, unatoa labda graphic design, unatakiwa post sample za kazi zako, post case studies. Kama unafanya kazi wewe ni fundi, jirekodi unatengeneza kitu. Kama wewe ndo unauza dawa ya nguvu ya ya kuondoa ya kupunguza uzito, rekodi zile screenshot zile za wateja wanazokupatia, rekodi ukiwa unatuma mizigo, rekodi mtu akiwa anatumia dawa yako rekodi. Hizo success stories kuhusu au shuhuda za wateja wako. Kwa hiyo unatengeneza kitu kinachoitwa portfolio. Portfolio, uh, ni, portfolio ni zile kazi ambazo umezifanya. Sasa, uh, kuna namna ambavyo unaweza ukatengeneza portfolio ambayo inakuwa inahusisha shuhuda zako zote. Mtu akikwambia naomba nione shuhuda za kazi zako au baadhi ya kazi zako, unamtumia anaziona zote or sometimes portfolio inaweza ikawa ni social media. Kama una social media ambayo ina watu wengi sana, labda una followers wengi, unaweza ukatumia huu mfumo ah, uh, kwa kupost kazi zako kwenye social media, mtu akikwambia naomba nione kazi zako, unampatia linki, labda linki ya Instagram, anaenda pale, anaona kazi zako zote, anaona shuhuda, anaona kila kitu. Inakuwa ni rahisi sana kuondoa wasiwasi kwa mteja na kumfanya mteja kuamini pamoja na kulipia. Kwa hiyo, hiyo ndio njia mojawapo ya kupost, ni faida mojawapo ya kutumia kazi ya kuposti kazi zako. Mtu akikwambia naomba nione kazi zako, wewe unamtumia tu linki ya Instagram, akiingia tu Instagram atakuja kuona kazi zako. Hiyo inakurahisia kuaminika zaidi hapo ushajitangaza, ushajulikana, watu wanakuona, umetengeneza content nyingi, umeshare namba za simu, ameanza kukutafuta. Je, utawabadilishaje ili wawe wateja wako? Hicho ndio kitu naenda kuelezea hapa video na hapa video inaendelea, jinsi ya kubadilisha audience kwa wateja wako ni uh, unatakiwa ukisha kusanya audience wako, unahitaji tu vitu vichache kuweza kuwabadilisha vitu vichache sana, kwa sababu wale ni audience unawamiliki. Sasa kama unawamiliki, ni we mwenyewe kuweza kuwafanya sasa wanunue kwao. Hautaki kuambia kwamba mteja amekuja kwako, amekuja inbox au amekuja WhatsApp, unaanza kumpostia, kumuonesha bei za bidhaa zako wala au kufanya au kufanya je, kwanza kumuuzia kwamba labda nguo fulani nauza kiasi fulani, nguo fulani nauza bei, nguo fulani nauza bei. Mtu anakuja anaulizia nguo, namtumia mapicha ya nguo. Wengi unachokifanya ni kumwacha kwanza. Kipindi cha pili unahakikisha ana save namba yako, akisha save namba yako, akisha ame save, unatulia. Unachokifanya ni unaanza kuposti shuhuda zako, status hizo utaposti kwenye social media huko watu wamesha kufollow wamesha kuzoea, anaanza kuwapostia shuhuda za wateja. Kitu kingine utatengeneza ofa hapa. Kwenye ofa kuna kitu kinaitwa ofa creation, utajifunza namna ya kutengeneza ofa. Sasa hapa kwenye ofa ni unatengeneza zile ofa ambazo uh, zitawafanya watu wakimbilie kununua katika uh, katika nini, katika wakimbilie kununua katika hiyo nani yako katika wakimbie kununua hiyo bidhaa yako. Labda uh, labda ulikuwa unatoa huduma uh, labda hiyo tu yuko tunaangalia kwamba unauza dawa ya kupunguza uzito, labda dawa ni laki mbili siku moja moja unatoa. Baada ya kuwakusanya watu, unatoa ofa kwamba leo nitauza labda shilingi elfu hamsini au laki moja kwa watu kumi tu, mwisho saa sita usiku. Ukiwa unatoa hizo ofa, zinawafanya watu wa take action, watu wakimbilie kununua bidhaa zako. Kitu kingine watengeneza lead magnet kali. Lead magnet ni, unaweza ukawa unatoa kitu kama kwamba u... kwamba unatakiwa uh, kuwafanya watu waanze ku, ku, kuvutiwa na bidhaa zako kwa kuwapostia hivyo, kwa kutengeneza ofa kwa unachukua tisha labda, unachukua ofa moja unaongeza product nyingi nyingi, na njia nyingine, ukijifunza kitu kinaitwa offer creation utakuja kuelewa namna ya kufanya hivi, namna ya kutengeneza ofa ambazo zitawafanya watu wakimbilie bidhaa yako. Aha, kwa unatakiwa sometimes usipende kujificha nyuma ya keyboard, wewe unaonesha, unajirekodi mwenyewe ukiwa unatumia bidhaa ukiwa unaonekana hyo inakusaidia watu wasione kwamba huyu mtu ni lili au sio lili. Pia inatumika sana na kwenye kurusha matangazo. Ukiwa unarusha matangazo, labda umerusha tangazo la Facebook au Google au wa TikTok, watu wanapokuja kutoka huko, hautakii kuwauzia bidhaa moja kwa moja, unatakiwa wapostie shuhuda. Ukishapostia shuhuda, ukawaonesha kazi zako, ukawaonesha namna ukawafundisha baada ya hapo ndo unaweza ukatengeneza ofa. Usiuze moja kwa moja, wewe tengeneza ofa ili mtu anapotaka kununua aone kama amependelewa. Hiyo inakusaidia ku, ku, kuweza kuwabadilisha wateja kuwa audience, kuwa, kubadisha audience kuwa wateja. Kuna njia nyingi pia unaweza ukazijaribu. Kuna zile kama za tukiachana kuposti shuhuda, kuna kutengeneza ofa, tukiachana kuposti ofa, na kuogopesha watu kwamba labda leo natoa labda nafasi kumi, kuna kutoa labda sold out, kuna njia nyingine nyingine. Kwa hiyo <laughs> ukitaka kurusha matangazo, matangazo ya Facebook labda Instagram, TikTok, matangazo ya Google, unahitaji kutafuta wateja kupitia matangazo ya kulipia, au Victoria Agency tutakusaidia kufanya hivyo, tunakusaidia kwa kukusetia matangazo yataka kuletea wateja pia. Ukihitaji tunakufundisha kufundisha wewe mwenyewe ili wewe una seti mwenyewe pia. Tunaweza kufanya live consultation ya moja kwa moja au ya online au kutembea katika biashara yako, uh, kuweza kusaidia kufundisha kuseti matangazo au kuseti pamoja na wewe ukiwa unashuhudia uh, pamoja na huduma nyingine za digital marketing. Utatupigia simu hapa sifuri sita tisa tatu mia nane themanini mia tatu ishirini na tano. Kwa hiyo jinsi ya kufanya audiensi wako wawalete wengine. Kumbuka kama nilivyosema, kwamba umetumia gharama nyingi kuwapata audience kuwapata wateja, yaani mtu mpaka amekufuata WhatsApp, ina maana amepitia hatua nyingi, hajaja tu bila sababu, amepitia hatua nyingi. Sasa kama amepitia hatua nyingi, inatakiwa ujifunze kumfanya huyo mtu akuletee wa wateja wengine. Kwa hiyo uh, ko watu wakisha follow unatakiwa anze kuwatumia. Sometimes unatumia message DM, una post status, unatakiwa ucheze na hao client ili wakuletee wateja wengine. Sometimes unaweza ukatumia referral, kwamba ukimleta mteja mimi nakupunguzia. Yes, ukimleta mteja mmoja na kupunguzia bei na kuuzia kwa bei, hapa unakuwa na post offer. Unafanyaje? wateja wenyewe wana tabia moja ya kuletana, labda ameona kitu kizuri au kitu ambacho kilikuwa kinamsaidia na kuna mwenzake alikuwa na changamoto kama hiyo, atamleta mwenzake. Kama ni freelancer uh, ukishafanya kazi na client, mwambie client, naomba unile kama kuna mtu mwingine, naomba unilifaa kwa mtu mwingine ambaye anaweza kufanya naye kazi. Ukishapata mteja, mwambie waleti na wenzake. Kwa so, ukifanya hivyo ukiwa na customer care nzuri, utawafanya waanze kuletana wenyewe kwa wenyewe. Kwa so, Wapatia offer, wapatia commission. Hmm. Hii ni kwa sababu mtu aliyeletwa na mtu mwenzake huwa ni rahisi sana kulipia. Yani, mimi mfano, jamaa fulani akiniambia, sasa nimepata hiki kitu kwenye duka fulani au nimekipata kwa mtu fulani, hata kama huyo mtu simjui mimi nitamwamini kwa sababu tayari ninamwamini huyu mwenzake, kwa sababu ninamwamini huyu mwenzangu ambaye ame direct kwake. Kwa hiyo jitahidi sana wateja wako waletwe na wateja waliotangulia. Hiyo inakusaidia uweze kutotumia nguvu sana kwenye kuuza. Kwa mfano mimi hapa, unakuta watu wengi huwa wanahitaji Canva Pro, wanaletana nyewe kwa nyewe, wanakwambia kuna jamaa. Kwa kupitia hapo unaona kwamba ukisha kuwa na wateja kumi wa mwanzo wateja kumi watakiwa walete wateja mia moja wateja mia moja wataleta wateja elfu moja kwa hiyo utajikuta unakuwa kwa mfumo huo hakikisha mteja wako anamleta mteja wengine kupata wateja au kuvutia wateja ni rahisi ukitumia njia sahihi huko online hakuna mambo ya uchawi kwa hiyo ni ukitumia tu njia sahihi za kuwatafuta wateja wako utaweza kupata wateja wapya kama una biashara yako lakini hauna muda wa kutengeneza content utafute Victoria Agency, tutakusaidia kutengeneza hapa. Trick ni kwa ajili ya hii, trick ya kutafuta wateja ni kwa ajili ya uh, freelancers, uh, ni kwa ajili ya, ya wafanyabiashara business owners, watu wa huduma wanaotafuta wateja, biashara yote ambayo inahitaji watu ili kuuza. Unahitaji hizi principles ili kuongeza mauzo kama tulivyosema hapa, nita, nita summarize kwa haraka. Nahitaji njia za kuwafikia na kusanya wateja wengi. Njia moja hapo tumeona ni kutengeneza YouTube video, kutengeneza social media post. Yes, baada ya social media post na kutumia trick ya kukusanya audience, WhatsApp, unatumia WhatsApp kukusanya audience. Njia pili ni kuwabadilisha watu kuwa wateja kwa kuwatengenezea ofa kali ambayo ni ngumu sana kuikataa na kwa kuwapostia uh, vitu kama shuhuda au ukiwa unatumia bidhaa yako. Njia nyingine ni kuwafanya wateja walete wateja wenzao kupitia referral, waweza kwa kuwapunguzia bei au kwa kuwa ofa bei ambazo kwamba akimleta mtu anampata mwenzake. Pia unaweza ukafanya kazi na mawinga au mawinga ndo wateja wazuri sana ambao wanakuletea wateja katika biashara yako, wanakuwa wanakusaidia. Kwa hiyo, uh, hizi ni njia ambazo unaweza ukazitumia kwenye biashara yako zikakuletea matokeo mazuri sana, uh, zikakupatia wateja. Hata kwenye freelancing tunatumia njia hizi hizi. Kwenye biashara zote za online tunatumia njia hizi hizi. Kwenye product yote unayouza tunatumia njia hizi hizi. Ukihitaji msaada zaidi naweza nicheki DM kwa namba hii hapa nitakusaidia kwa haraka zaidi check WhatsApp kwa namba hii hapa 0693880325 hiyo ndio njia ambayo itakusaidia kuweza kuongeza mauzo kuweza kupata wateja kuuza skill yako kuuza ujuzi wako kuuza product yako